iaa Ee Mwenyezi Mungu udumisha, ya Rabbul Alamina hali hii ya Rabbul Alamina. Ee Mwenyezi Mungu tunakuomba katika hali hii ya Rabbul Alamina, wewe ndiye mtendaji wa kila kitu ya Rabbul Alamina, tunamuombea mja wako huyu ya Rabbul Alamina, rudishe tena katika madaraka yake ya Rabbul Alamina, ya Rabbi, rudishe tena ya ya Rabbul Alamina, kwa uwezo wako na ufalme wako lienea katika mbingu na ardhi ya Rabbul Alamina. Ee Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbul Alamina, tusikurudishe a tuuja na uongozi wa msikizi na wasikilizi wajao waliokuwa naye, lakini tupate wasa wa kubadilishana mawazo yetu tuwe wamoja kama nilivyo sasa, kipindi ichi cha kabla ya uchaguzi, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Oktoba tunatiki.